Apa ziko kwa chile hule ndomwangale iaachilearko ma. Uh, poa sana papa. Apa ni kwa kina Musungu, apa ni manyumbani kwa kina Omusungu. Na wewe ni nani? Mimi naitwa Pendi Kito kutoka Juele. Sasa mimi mimi tunajulikana sana huko Juele. Sasa apa ni kwa kina Musungu, uliko. Amenikosea unataka mama, Omusungu amenikosea kabisa. Musungu amenikosea sana Musungu wangu. Akakukosea wewe Omusungu wako papa sasa, mama, kabla nianze kujieleza uh, mama yangu anakuanga umukasa uh, na ango yangu anakuanga nani, anakuanga sekiretari, yes, wakafana uh. Sasa mi mwenyewe Kumi, ilikuwa kumi kwa ilikuwa kwa minajiri ya kuogota vitunguru uko juwele, pole pole. Papa, wacha mambo mengi. Omusungu wangu mumocha, mtoto wangu mweupe. Omusungu, musungu, musungu tu mumocha. Ali kukosea nini, papa? Acha, chicharipu kusungu musa kwa haraka. Kwa sababu nataka kuenda uku kwa makulupati. Yani, yani omusungu anatembea kiambia watu. Mm. Na papa yangu ni ati anakembea anga usiku wa manane. Mm. Akibina, ati natuwa nguwa full rich nguwa chuo, si chini chote. Omwana anawange, omusungu wapola, papa yako anavina. Ati anavina, anavina, anavina, anavina. Pa Adri Adri papa yako ni huyu mayero huyu. Mumocha huyu. Na mayero yako na sifa, lakini papa tulie tu apa, wache tungoche omusungu t tu, tu uk <coughs>

bali alabinanga mulama ayi we wali khukaranganga chinjuku chitaru khayo yose ni kwe chitaru balindalelalalaba bamukwile